Tunaingia katika sehemu ya pili ya simulizi yetu ya historia ya mgogoro wa Israeli na Palestina na kama, je, ni mgogoro wa kidini au ni mgogoro wa kisiasa? Katika sehemu ya kwanza tuliishia kwamba hawa watu walikuwa wote na himaya pale kuanzia zamani. Wa Palestina walikuwa na himaya yao upande wa Gaza huku, na wa Israeli walikuwa na himaya yao maeneo ya katikati, ambako kuna miji kama Galilaya, Nazareth, Jerusalemu na hawa watu nilisema kwamba walishatawaliwa na himaya nyingi. Moja ya himaya ambao uh, nilitaja ni himaya ya wa Egypt. Wa Egypt waliwatawala kwa miaka mia tatu, lakini pia Waisraeli kama nilivyosema, na wenyewe walitengeneza himaya pale. Na moja ya vitu ambavyo sasa huwa vinachanganya watu ni kwamba kuna wengine wanasema walitengeneza himaya kupitia mambo ya dini, walitengeneza himaya baada ya kutoka utumwani kule Egypt lakini kupitia siasa inaonekana kwamba hawa ni watu waliokuwepo pale pale Kaanani na baadaye wakatengeneza himaya na ili kujitofautisha na watu wakanani, wa Kaanani wakajiita Waisraeli wakaitengeneza himaya yao. Lakini baadaye ile himaya walikuja kugombana wao kwa wao, wakajitenga, pakatoka himaya mbili. Kukatoka kwa juu kukatoka himaya ya Israeli ikaitwa, ikaendelea kuitwa yenyewe ni himaya ya Israeli lakini wale wa chini waliojitenga ambao sasa wakawa na mji wao mkuu wa Jerusalemu, wao wakajiita himaya ya Juda. Kwa juu yake kuna himaya ya Israeli, chini himaya himaya ya Juda, lakini hawa wote ni watu wamoja. Wakaendelea hivyo na hatimaye wakaja kuvamiwa na kufanywa watumwa. Zama za zamani ilikuwa ukivamiwa unaenda kufanywa mtumwa karibu kila sehemu hata sisi kwetu kuvamiwa na kufanya mtumwa. Kwa hiyo na wenyewe wakaja kuvamiwa wakafanywa watumwa. Upande ule wa juu ambao kuna himaya ya Israel kulikuwa kuna himaya ya Israel iliyobaki inaitwa Israel. Kulivamiwa na himaya Assyrian. Himaya Assyrian ilikuwa imetokea maeneo yale ya Syria, Syria kwa juu. Kwa hiyo ikafika pale ikawavamia. Ilikuwa ni himaya kubwa sana himaya Assyrian. Kwa hiyo ikawavamia himaya ya Israel. Alafu yule nusu ya himaya ya Israeli ambayo ikaanza kujiita himaya ya Juda ikavamiwa na himaya ya Babylon iliyotoka maeneo ya Iraq. Najua wengi huo wanasikia zaidi juu ya himaya ya Babylon kuwavamia Wayahudi, hii ni kutokana na kwamba imeandikwa sana katika dini. Lakini himaya ya Babylon iliwavamia Wayahudi nusu tu ambao walitengeneza himaya ya Juda. Wayahudi wengine waliokuwa juu yake ambayo himaya yao ili, iliendelea kuitwa Israel walivamiwa na himaya ya Assyria. Himaya ya Juda inakuwa inaongelewa zaidi kwa sababu pale ndipo alipotoka Yesu au Nabii Isa, kama ambavyo wanamuita Waislamu, Yesu wanamuita wa Kristo. Kwa kwahiyo himaya ikawa imepata umaarufu zaidi himaya ya Juda, na kutokana pia na tutaendelea kuangalia ilivamiwa pia, kuna mengi yalifanyika hapo na mambo hayo ya kidini, kwa hiyo ikapata umaarufu zaidi kuliko ile himaya ya juu yake na wengi pengine hawajui hata kama iliwahi kugawanyika hizi himaya hizi zikawa mbili. Wengi wanajua ilikuwa ni moja. Hapana, hao watu waligombana wao kwa wao, wakagawanya himaya zao. Kwa hiyo baada ya hapo sasa, wa, wengine wameenda kutawaliwa kule Babylon, wengine wameenda kutawaliwa kule Assyria, na haya maeneo yakakaliwa na Babylon na Assyria na wakawa wana control. Baada ya hapo, himaya ya wa waajemi ambao tunawaita leo wa Iran wakaja na kuchukua hayo maeneo ya hapo Juda walipochukua maeneo ya Juda, wakaanza kuwarudisha wale Wayahudi waliokuwa utumwani kule Babiloni, wakawarudisha, wakawasaidia warudi, na walikaa miaka mingi sana, wakawasaidia wakarudi, na wakawajengea miji yao, na moja ya vitu waliowajengea ni nyumba yao ya ibada, ambayo enzi hizo walikuwa wanasali kwenye mahekalu, wakawajengea hekalu. Kipindi hicho hawa watu walikuwa na dini nyingine si dini ya leo ambayo tunaijua inaitwa Judaism, walikuwa na dini nyingine. Kwa hiyo wakajengiwa hekalu ili waendelee kusali, walikuwa na dini nyingine nyingi nyingi. Moja ya dini yao maarufu ilikuwa inaitwa Yawezi, ambao walikuwa wanamuabudu Mungu, walikuwa anaitwa Mungu yawe, na Mungu yawe alikuwa ni mifano ya Mungu kama hii tunayoona no, miungu ya Kihindi ile, ya kuchongwa ile, inachongwa kama ni vinyago inachongwa fikinawekwa mbele ya hekalu. Na msaidizi wa Mungu yawe alikuwa Mungu wa Shira, na yeye anachongwa kinyago anawekwa mbele ya hekalu walikuwa na mwabudu mungu yawe katika dini yao ilikuwa inaitwa Yaweism. Walikuwa nasali kwenye mahekalu hapo, bado hawajaanzisha Judaism na kuanza kusali katika masinagogi. Sasa Babylon ilikuwa ni himaya yenye maendeleo sana kwa kipindi hicho, mmoja ya super power maeneo ya pale, wakiwepo na wa Egypt. Waliandika vitu vingi sana, hawa walikuwa wabobezi wa kuandika vitabu na historia ya anga la juu na vitu vingi sana walivyoandika, mambo ya nyota, mambo ya nini, waliandika mambo mengi sana kwa hiyo, wa Israeli wa Israeli wa Yahudi wakati wako kule Babiloni walikuwa wanaona wale wa Babiloni wakiandika vitabu vingi sana, na wakiwa na uelewa mambo mengi sana ya kisayansi, ya anga la juu, ya dunia na vitu vingi sana. Kwa hiyo wakawa wanaangalia na kuona mm, hapa na sisi siku moja tutakuja kufanya, tukija kuunda himaya. Kwa hiyo walipotolewa utumwani na himaya wa Iran na Iran waka control Iran, wali control maeneo ya Israeli, ilikuwa ni koloni la Iran pamoja na yale maeneo ya Palestina. Kwa hiyo Iran wakati wana control, waliwaachia wawe huru, wakawaambia kueni huru, kuabudu mnachotaka, kueni huru kufanya chochote mnachotaka, lakini tufuatisheni masharti yetu sisi basi. Kwa hiyo wakaishi hivyo, kwa hiyo wakaanza nao kuandika, wakatengeneza kitabu Biblia ya Kiyahudi. Sasa hiyo na walipotengeneza kitabu, kwa hiyo kitabu inabidi kiende na dini kile kitabu walichokitengeneza wakaanza kuandika historia, wakaanza kuandika kwamba zamani babu zetu kulikuwa kuna babu yetu wanaitwa Musa, Ibrahimu, tukapelekwa utumwani, ikawa hivi. Wakaambia tu haya ni mambo ambayo tuliandika, tulihifadhi, tulisimuliwa, tukayahifadhi katika vifua vyetu, katika akili zetu, na sasa tumezi, tunaandikia vitabu. Kwa hiyo wakaandika kitabu kikaitwa Biblia ya Kiyahudi au Tanakh. Na baada ya hapo sasa wakatengeneza dini kwa sababu sasa wakaona zile dini za kale zile walizokuwa wanaziabudu hazikualetea matokeo, ndio maana wakapelekwa utumwani. Kwa hiyo sasa wakatengeneza dini nyingine, na Mungu akasimamisha mwingine, ndio dini ya Judaism, na wakamsimamisha Mungu, sasa Mungu anaitwa ya amini, anaitwa Jehova au wanamuita Jehova, umeona. Kwa hiyo baada ya hapo wakaanza kuabudu kuteng... uh, sasa katika dini yao ya Judaism ambayo imesimama mpaka leo haya yote yakiwa yanaendelea, Wapalestina wako pembeni na himaya yao ya Palestine, wakiwa wanagombana. Sasa hawa watu walikuwa hawaelewani, lakini nataka mfahamu kwamba hii ilikuwa ni kawaida katika himaya zote duniani, si himaya ya Israeli na wapalestina peke yao himaya. Kwa mfano, hata himaya za Ulaya zile mpaka zilisababisha vita kuu ya kwanza na ya pili ya dunia, kwa sababu himaya siku zote zikikaa karibu lazima zigombane, kwa sababu kila mfalme anaitaka ardhi ya mfalme mwenzie. Kwa hiyo na hawa walikuwa wanagombana lakini walikuwa wagombana na hawa tu bali hata na imaya nyingine kama imaya zote za Wakanaani. Wakanaani nao walikuwa na imaya nyingi nyingi. Na moja ya vitu ambavyo walivikuta kwa hawa Wayahudi walipoanzisha imaya. Moja ya vitu walivyoiga, waliiga vitu vingi sana kutoka kwa Wakanaani, ikiwemo kuandika. Wakanaani walikuwa ndio waanzilishi wa alfabeti, ndio watu wa kwanza kuandika. Kwa hiyo wakaiga nao wenyewe kuandika. Lakini pia moja ya vitu vingine walivyoiga ni kusimamisha sasa na wenyewe Mungu wa imaya pamoja na dini ya himaya Wakaanani walikuwa katika vile vimaya vyao, kila himaya yao ina mungu wake na dini yake. Na wenyewe wakaona wasimamishe himaya yenye itakuwa uh, na mungu wao na dini yao. Mwajemi au Muiran hapo katika maeneo ya Israel na Palestina kuja kutolewa na himaya ya Wagiriki. Wagiriki wakaingia hapo na kuanza kutawala. Na Wagiriki walipoanza kutawala hapo wakaenda nao hakwenda nao vibaya na ile Bibilia walikuwa wameandika kwa lugha yao ya Kiyahudi. Kwa hiyo, Wagiriki ndio watu walioamua kuwatafsiria ile Bibilia, wakaiweka katika lugha ya Kigiriki. Kwa hiyo, mfalme wa Wagiriki aliwatafsiria uh, katika lugha ya Kigiriki ile Bibilia, na hatimaye Bibilia ikaanza kutafsiriwa kwa lugha nyingine nyingi, Kilatini, sijui kinini kinini. Mpaka leo hii kuna Bibilia zimetafsiriwa mpaka Kichaga. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kazi ya Wagiriki ndio walianza kutafsiri, lakini humo ndani yake sasa kwa kuna maneno mengi yanatolewa na mengine yanaingizwa. Kwa hiyo mpaka leo unakuta kuna biblia ziko tofauti tofauti, na kuna maneno mengine sometimes yanakuwa yanatofautiana. Hii ilikuwa ni moja ya kitu walichokifanya Wagiriki katika kutafsiri. Kwa hiyo katika kutafsiri kuna mengi yataingizwa na kuna mengine yatapunguzwa kwa hiyo Wagiriki walipowaunga mkono hawa watu na kuwatawala vizuri na kuwatafsiria Biblia na kila kitu, hawa watu ndipo walikaamua kujenga sasa nyumba zao za ibada za kusimamia na ile dini ya Judaism, ambapo sasa wakajenga nyumba za ibada zinazoitwa sinagogi. Sinagogi ni neno la Kigiriki lenye maana ya kusanyiko, tofauti na wengi hua wanavyotafsiri kwa Kiswahili kwamba sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Hapana, ni neno la Kigiriki hili lenye maana ya kusanyiko, ndo sinagogi. Kwa hiyo wakajenga masinagogi na walichukua ramani ya majengo yale ya Kigiriki ya, ya kuabudia ya Kigiriki. Kwa hiyo ndo mpaka leo wanasalia kwenye masinagogi na wana kitabu chao cha Biblia na dini yao inaitwa inaoitwa Judaism. Usikose sehemu ya tatu. Subscribe ili uwe wa kwanza kupata sehemu ya tatu ya simulizi hizi za Israeli na Palestina na mgogoro wao.